Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumanne juma la thelathini na tatu, kipindi cha kawaida cha mwaka che wa kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Wamakabayo sura ya sita aya ya kumi na nane hadi ya thelathini na moja. Na somo la injili linatoka katika kitabu cha Mwinjili Luka sura ya kumi na tisa aya ya kwanza hadi ya kumi. Karibu tusikilize injili. Somo la injili ilivyoandikwa na Luka. Yesu alipoingia Yeriko alipita katikati yake. na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, kwa kuwa atakuja kuipitia njia ile. Na Yesu alipofika mahali pale alitazama juu akamwambia, "Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako." Akafanya haraka akashuka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona, walinung'unika wote wakisema, "Ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi." Zakayo akasimama akamwambia Bwana, "Tazama Bwana, nusu ya mali yangu nawapa maskini na ikiwa nimemnyang'anya mtu kitu kwa hila namrudishia mara nne. Yesu akamwambia leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo tunaona ni kwa mara nyingine tena Yesu Kristo anafika kwa mtu aliyemjia kwa unyenyekevu na uhitaji. Zakayo mtoza ushuru alikuwa tajiri kwa nje kwani alikuwa na vitu na mali nyingi lakini ndani kabisa mwa moyo wake alikuwa ni maskini na mhitaji. Tukiuita ni umaskini wa kiroho aliyokuwa nao uliomfanya ahitaji kumuona Yesu akiwa na utambuzi kamili. Zakayo yaweza kuwa hakuwahi kuzania kwamba siku moja Yesu ataamua kufika kwenye nyumba yake, na alipanda juu ya mti kwa sababu ya shauku kubwa ya kutaka kumuona Yesu. Na kwa kuwa alikuwa ni tajiri wa kimwili, basi twaweza kuona au kung'amua kwamba hakuridhika tu na maisha bora aliyokuwa nayo. Aliona kuwa kuna kitu anakosa na hakuwa na namna yoyote ya ziada zaidi ya kumuona Yesu ambapo alikuwa na hakika ya kupata jawabu sahihi ya kile alichopungukiwa na kumfanya akihitaji au akitake na kukitafuta kwa Yesu. Kwa nini Yesu asimame na kumtazama Zakayo juu ya mti na kumuomba ashuke na kumwambia kuwa ataenda kushinda kwake? Ni kwa sababu Yesu ana uwezo wa kuhisi na kujua hitaji la mtu ndani kabisa mwa roho yake. Ndivyo alivyojua na kuona ndani kabisa mwa roho ya Zakayo. Hivyo wapendwa katika Kristo, moyo ulio na uhitaji na ulio wazi unamvutia sana Yesu, hawezi kosa nafasi ya kuzifikia na kuzituliza mioyo ya ya. Aya 3 inasema Ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Hata kama mtu anaweza kumsahau au kumkataa Mungu, Mungu hachoki kumwita kila mtu amtafute ili aishi na kupata heri na furaha ya kweli, lakini kutafuta huko kuna mdai mtu jitihada za akili yake, yaani utashi ulionyoka moyo mnyoofu. Ndio kusema kwamba Zakayo anatushuhudia sisi kuwa tumtafute Bwana. Mwitikio wa Zakayo kwa Yesu, kwa haraka sana anaahidi kusahihisha makosa yote aliyowahi kutenda kwa siku za nyuma, anavyosema: Sikiliza Bwana, mimi nitawapa maskini nusu ya mali yangu, na kama nimemnyang'anya mtu yeyote kitu nitamrudishia mara nne. Hii inadhihirisha utayari uliopo moyoni mwa Zakayo. Kama Yesu anapita karibu yetu, ni nini atakachokihisi? Atavutiwa na mioyo yetu? na je, Atatiwa na utayari wetu wa ndani kwa kuwa na unyenyekevu na uhitaji wa kuwa na Yesu? Kama tunataka Yesu awe nasi katika maisha yetu, kwanza tukiri kuwa tu maskini ndani kabisa mwa roho zetu, hata kama kwa nje tutaweza onekana kuwa tuna mali nyingi na maisha yaliyo bora. Hivyo kila mmoja wetu ni lazima tuwe wanyenyekevu kama Zakayo, tukijua kwamba Yesu Kristo ndiye jibu katika maisha yetu. Mtakatifu Agustino anatuhasa Tumtazame Kristo aliye mwalimu wa ndani kabisa mwa roho zetu, anatufundisha na kutuelekeza maelekeo mema ya roho zetu. Kwa maana nyingine, Zakayo alikuwa ni mtu mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye alikuwa tajiri. Zakayo alikuwa akitafuta kumuona Yesu. ni mtu wa namna gani Zakayo? kwa lugha ya Kiebrania, Zakai maana yake ni msafi, nyofu, mtu mwenye haki. Mtoza ushuru kwa lugha ya Kigiriki anaitwa telones. Kumbe Zakayo ni arch telones, yaani mkuu wa watoza ushuru wale wale mafisadi. Mtoza ushuru alipata kibali cha kuongeza kodi ya mapato na kinachozidi kinaingia mfukoni mwake. Aidha, mkuu wa watoza ushuru ilimbidi pia kutoa kiapo kwa mfalme na kutolea sadaka kwa miungu ya mfalme. Kwa hiyo Zakayo alimsaliti Mungu na alilisaliti pia taifa lake kwa ajili ya mali na mafanikio ya maisha. Ndiyo maana katika maisha yake, licha ya mafanikio yote hayo, bado alionekana dhaifu sana moyoni mwake. Aidha, Zakayo kama mtoza ushuru aliishi maisha ya kifahari sana. Kwake daima alikuwa ni mtu wa matanuzi, alikuwa tuseme, anakula bata kwa mrija kiasi, angeweza kujisemea miaka hii iliyobaki ni ya kuponda mali, kula kunywa na kutulia. Kumbe Zakayo hakuwa na amani wala raha moyoni mwake licha ya utajiri wake. Hali ya kutoridhika inaonekana katika pilika pilika za nguo za kuchanika, akitafuta fursa ya kumwona Yesu. Aliwania sana kumwona Yesu, aiza alivutiwa tu na Yesu kwa vile alisikia kuwa yule rafiki ya watoza ushuru na wenye dhambi. Hivyo alitafuta kumwona Yesu ni mtu wa namna gani. Katika pilika pilika zake, Zakayo anapambana na vigingi. Kigingi cha kwanza, Zakayo hakuweza kumwona Yesu kwa sababu ya umati wa watu. Kumbe jamii ya watu inaweza tuzuia kukutana na Kristo Yesu katika safari ya maisha yetu. Tusijikatie tamaa. Kwa hiyo inabidi kuangalia sana jumuiya, kama tutakuwa bendera fuata upepo, kwa maana ya kwamba hatujinasui na fikra mbovu za vikundi na mitandao ya kijamii. Hatuwezi kuwa na jibu la maisha ya msingi ndani ya nafsi zetu. Zakayo alitambua udhaifu wake kwamba yeye alikuwa mfupi wa kimo. Kwa hiyo akafikiri haraka namna ya kujiongeza. Zakayo anataka kuuona ufunuo wa uso wa huruma na upendo wa Mungu katika Kristo Yesu. Pahala pekee anapoweza kumwona Yesu mubashala ni kuparamia mti wa mkuyu. Zakayo mtoza ushuru alisubutu kujibidiisha kutaka kumwona Kristo Yesu. Bila kuogopa kuzalauliwa au kuchekwa na watu, Zakayo alijificha ili aweze kumuona Kristo Yesu bila mwenyewe kuonekana. Kinyume chake, Yesu anatangulia kumuona Zakayo, kwani Yesu alipofika mahala pale alitazama juu. Huu ndiyo ufunuo wa uso wa huruma na upendo wa Mungu uliojiakisi katika Kristo Yesu, mtazamo wa Zakayo mtoza ushuru aliyetia nia ya kutaka kuonana na Kristo Yesu hadi akafanikiwa, na huo ukawa mwanzo wa toba uongofu wa ndani na utakatifu wa maisha. Upande wa pili ni ule ambao Kristo Yesu anajishusha ili kumwokoa Zakayo mtoza ushuru na kumrudishia tena utu na heshima yake kama mwana wa Ibrahimu. Tunajifunza kuwa katika safari ya maisha, Mwenyezi Mungu anatukirimia waja wake fursa na hamu ya toba, uongofu wa ndani, tayari kupyaisha maisha na kusonga mbele kwa ari na moyo mkuu. Nina kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Patrick Mswazi Dominiki wa shirika la wamisionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari de Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. sisi na tulipokee kwa furaha kwa imani, bila neno lenye kutuletea wokovu. Neno la Bwana. Neno limekuja kwetu sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani.